Approach sasa tunaokwenda sio ile tulikuwa tunaenda nayo mwanzoni, tunakwenda kwenye approach kubwa zaidi kwamba gridi ambazo tunakwenda kutengeneza zitakuwa zinafikiria matumizi tofauti tofauti. Kwenye migodi watu wanahitaji pia maji. Kilimo wanahitaji maji. Ufugaji, uvuvi wanahitaji maji. E, maji ya kunywa, viwanda vyote vinahitaji maji gridi sabisha, kwa hiyo hii zitasababisha tuweze kuwa na uwezo wa kutoa huduma kwa watu wenye shughuli tofauti tofauti nyingi ili kuweza kunyanyua pato la Mtanzania kwa urahisi. Maana yake ni kwamba vyanzo vikubwa vya maji vilivyopo Vy tutavitumia kwenye kuvuna maji na kuweza kutoa huduma ya maji ambayo ni jumuishi. Hayo maji ambayo mtayachukua na yenyewe mnayakusanya, iwe ndo chanzo cha kutoa maji na kutawanyika sehemu nyingine, ama hii inakuwaje? Sasa wataalamu watakuja kufanya design tofauti tofauti, hazitakuwa ni design moja kokote, kwa sababu pia uh, ukiangalia Lake Victoria ilipo na ukiangalia Lake Nyasa Lake Rukwa zinatofautiana sana. Ile ile kitaalamu tunasema uh, uh, level ya, ya maziwa haya against level na pia, wapi unataka kupeleka maji, ndio swala msingi. Unataka kuyapeleka maji wapi na unayapelekaji kwa hiyo ndo utaalamu sasa pale unaingia wa uhandisi wa mambo ya maji, ambapo sasa huo ndo utatusaidia, of course, sasa kujua eh, chanzo hiki kipeleke zoni hii chanzo hiki pelekeza, mwisho wa siku tutakuwa na mahali ambapo zoni zinakutana vile vyanzo vinakutana, yani rings, tutakuwa na ring ambazo ni supply za maji. Sasa hapa tusitegemee kwamba utakuta bomba tu, maana mtu anaweza uh, kufikiri kwamba tutachukua maji basi tutaweka bomba lile moja kwa moja. Hapana, kuna sehemu zingine maji yatapita kabisa kwenye mifereji au mito artificial mikubwa ambayo tutakuwa tunapeleka yale maji. Kwa hapa nchini ni kwa namna gani, tuna utaalamu wa kutosha juu ya swala hilo. Wataalamu wapo na sina wasiwasi katika hilo, lakini pia tunashirikiana kama ilivyo kawaida kwenye utaalamu na nchi mbalimbali mbali tunashirikiana, na hata hapa pia tutakuwa na wataalamu waelekezi ambao watakuwa, watakuwa engaged tutashirikiana nao kwenye kutoka mahala hapa, ambao wana uzoefu mkubwa wenzetu wa China wana uzoefu mkubwa katika hili, Korea wana uzoefu na baadhi ya nchi za Ulaya pia zina uzoefu mkubwa. Hata Afrika, Egypti wana uzoefu mkubwa katika mambo haya. Kwa hiyo la, la, lazima kutakuwa na, na, na mashirikiano. Unaweza ikachukua miaka mingapi mpaka iweze kukamilika? Kuna vitu vinategemea vinavyochochea muda, kwanza ukubwa wa mradi ehe. Nchi nyingi unajua kama za Ulaya ni ndogondogo, kwa hiyo utakuta urefu wa, wa, wa, wa mtandao ule ambao unakwenda si mkubwa sana lakini pia lingine ni swala la fedha. Kama tutaweza kupata fedha mtaalam e, mwelekeze kufanya kazi yake vizuri, kwa maana tu ya kandarasi, mara nyingi kati ya miaka miwili mpaka mitatu unakuta network imekuwa kubwa. Lakini kwa sisi Tanzania ni nchi kubwa, hatutegemei kutoa maji haya kwenye chanzo kimoja. Uh, uwepo wa gridi hii, unaona una manufaa kwenye uchumi wa taifa. Kuna sekta nyingi sana ambazo ziko nyuma katika kuona Uh, maji yanakuwepo ili zisonge mbele. Nitoe mfano viwanda. Kuna wakati mwingine tumeshindwa kupata viwanda kwenye sehemu sahihi zenye natural resources kwa sababu tu eneo hilo halina, viwa, halina maji <mulia>